Kutoka bara kule Moranga na mfululiza katika kaunti ya Pwani ambayo ni ya Mombasa. Kaimu kinara mkuu wa chama cha ODM Oburu Odinga ameweka bayana kuwa ushirikiano wao na, na serikali ya Rais William Ruto ni hadi mwaka 2027, akisisitiza kuwa chama kitatoa mwongozo wa jinsi watashirikiana na yeyote baada ya uchaguzi ule wa mwaka 2027, ila sasa ni wakati wa kuhakikisha chama kiko imara. Aidha, katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna amewasuta wanaosema kuwa chama cha ODM hakuna hakina kiongozi aliye na uwezo wa kuania wadhifa wa urais mwaka elfu mbili ishirini na saba akiweka wazi kuwa hawatashirikiana na watu ambao hawana maadili kama yale ya ODM. It has to be strong. Now we are having by elections. Kesho tunaenda magarini. We are going as orange. Orange OD ODM. Hakuna party inaitwa broad-based. And I'm saying a united party. Tukifika 2027 whoever We can feature our own uh, candidate, we can say Uda kuja and kuja ujoin sisi ama ikue pati yawa wengine wakuje kwetu, but we must go to that table strong. Niliandika hapo ndani mimi mwenyewe nikasema, this agreement does not constitute a coalition agreement with UDA. Iko hapo Ruto alisain, baba alisain. So, wengine ambao wanazunguka. Na kwa sababu baba alituambia we keep our identity, mimi rangi yangu ni hii chungwa, symbol yangu ni chungwa, mnanielewa? We must keep that identity. Wengine wanatuambia ati by elections in November 2027 party leader, ati kuna candidates wa broad based. Broad based si chama. I want us to continuously remain be steadfast katika yale ambayo kwamba tumeweza kuyakubaliana Ikifika mwaka elfu mbili ishirini na saba tutapeleka mwelekeo vile ulivyo, but hata iwe itakavyokuwa, iwe itakavyokuwa, tusikubali kuanzia sasa mpaka mwaka elfu mbili ishirini na saba tuwe divided in any way. Hiyo ten point ajenda ile tukakubaliana na hawa, hiyo ndio tutaitimiza, tutachunga, tukachungalia chunga, tuone kila point imetimizwa. Mpaka 2027 20, tufanye pamoja mpaka 2027 20. Ikifika 2027 na nyinyi mkugangari, you can either form the government or you will be in government.